Tena mm. kuona siku ya leo Amena. Ni kibali tena ni neema kutoka juu, sio wengi waliiona mm. Na wenyewe waliiona, wengi hawakuenda kutafuta Mungu mm. Lakini wanaenda kutafuta pesa zao mm. Ambazo wanaona kama ndiyo maisha yao mm. Na bila kukawia, tutaenda kusoma katika Injili kama alivyoandika Marko Mtakatifu hii mm. sura yake ya tano mm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 akaikata ile mnyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwa ako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe mm. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu mm na kuapisha kwa Mungu usinitese kwa sababu amemwambia ewe pepo mchafu mtoki mtu huyu mm. akamuuliza jina lako nani akamjibu jina langu ni le lingioni na kwa kuwa tu wengi akamsii sana asiwapeleke nje ya nchi ile na hapo nilimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe mm. wakilisha pepo wote wakamsii wakisema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 Na Yesu mm. Na huyu mtu Yesu alikuwa akitoka kwenye mipaka akapita kwenye nchi ya Gerasi. Lakini pale kulikuwa mtu ambaye alisumbuliwa na pepo mm. Na hizo pepo hakuna, walianza kumfunga kwa pinu, walimfunga kwa nyororo, kwa kamba mm. Lakini alizikata mm. Na makao yake sasa ilikuwa kabu, makaburini mm. Na kule makaburini alikuwa anafanya nini? Kupiga makelele na kujikatakata kwa, mm. kwa mawe mm. Lakini Yesu alipopita, yule mtu akakimbilia kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. na pepo zilipomwona Yesu zikaanza kupiga kelele, una nini nasi sisi wan... wewe mwana wa Mungu. Yesu akamwa... akawapiza musisemi, hata pepo zinajua Yesu mm. zikamusi usitutoshe maili, maili, maili nchi hazi kutoka mwaile nchi ya Wagerasi, yaani ile nchi ya Wagerasi ilikuwa yani ili na watu wenye mapepo mm. <laughs> usitutoshe mwahii nchi zikamusii, utuache twende mwa ile kundi ya nguruwe mm. Yesu akawambia mtoke, akahesabia nguruwe zilikuwa elfu mbili, lakini mtu alikuwa mmoja, akahesabia gharama ya nguruwe na, na gharama ya mtu, kumbe mtu mmoja na samani kuliko vingine vitu vyote mm. Huyu mtu akapona, nguruwe zikaingia mubahari, zivilindini zikashuka, muli wachungaji wakapiga kelele, wakaenda ambia wenye nguruwe, mnaojua mm. lenyewe linatokea nguruwe zenu zinaingiwa na mapepo, lakini ule mtu mwenyewe alikuwa anapiga kelele, alishapona. Yesu aliziamuru zile pepo zenye zilikuwa zinamshika ule mtu ya kwamba azit, azitume kwenye nguruwe na nguruwe zote zinaingia ndani ya bahari mm. Sasa watu walifika Waka, wamoja wakaanza eleza jinsi yule mtu alikuwa, alikuwa mgonjwa wa mapepo, alikuwa nakimbia, alikuwa na katakata minyororo na kamba na pinu zote zenyewe walikuwa na mfunga na na kimbia nazikata na, na mm. watu wakasameni nguruwe kuliko mwanadamu, wakasema Yesu, tutokee okay. wa mwenyewe nafanya nguruwe elfu mbili kwalio takutana zingine nguruwe labda zingine na zingine na zingine na watu wako wengi, mwanchi wako na mapepo mm. Sababu zile pepo zilisi Yesu situtoshe mwa hii nchi maanake mm. zilijua kama ziko mingi, utuachie mwa hii nchi tu, lakini ututie mwa zile nguruu. Huyu mtu akukuwa tena na musaada mm. wenyewe walikuwa wanamufunga walikuwa walishachoka mm. lakini Yesu msaada wakua